Mambo vipi, hii ni the best motivation. karibu sana kwenye Kilimo Fursa. Leo nataka nikujuze jambo la msingi na jambo muhimu sana, pengine ulikuwa huifahamu na pengine ulikuwa unasikia sikia kwa jirani ama kwa ndugu yako. Jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua upya awamu ya pili ya BBT, bring better tomorrow, na kuzindua benki ya ushirika kwa wakulima, na hii benki ipo kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kwa kiwango cha hali ya juu sana. Unasubiri nini sasa? Hebu tuwe wenzetu sasa, wote tuka shughulike na kilimo kwa hali ya juu sana lakini pia nikujuze tu kwamba eh, kilimo sio mpaka uende shambani. Kilimo nawizo kashirikiana na wakulima eh, wale ambao wanalima na ukawanyanyua kutoka pale wanapolima na, na kuwatafutia masoko, lakini pia ukashirikiana nao kwa pamoja pia katika kutafuta elimu na lakini pia nakutafuta viuatilifu mbali mbali ikiwemo eh, ruzuku, lakini pia ikiwemo na dawa mbalimbali. Tuendeze tu, tuendeze tu kwenye kilimo. Hii ni Kilimo Fursa, karibu sana.